Karibu sana, hii ni habari wikendi, na kama ambavyo nimekujuza, tumemwalika hapa 20 Percent na tumemsikia kupitia kazi zake mbalimbali mbali. na hivi sasa ya karibuni ni upendo ndio ambayo imetoka, lakini kabla ya hapo tumesikia uh, nyingi ikiwemo tamaa mbaya, mama nema, binti kimanzi pamoja na nyingine nyingi karibu sana 20%. Asante sana Abbas Muhamed. Naam. nafahamu wengi wanafahamu iya 20 pa ama, eh, hawajui ya Abbas. Habari za za muda. Mungu anabariki sana mashabiki. mm. Hawaja kusikia kwa muda mrefu kweli, ulikuwa wapi? Uh, nilikuwepo lakini sikuwa nafika katika level ambazo wao wanaweza wakanisikia Mm-hmm. Yeah. Na, na, na pengine kwa yule ambaye anakusikia na tayari uh, umekuwa na mashabiki kwa kiasi kikubwa si tu hapa nchini lakini katika maeneo mbalimbali. Yeah. Kwanza kidogo tu kuhusu safari yako ya muziki ilipoanzia. Uh, kwa kweli ni muda mrefu, miaka ishirini na huko nyuma ndivyo safari ya muziki ilianza, maana watu wakikuona katika kuhiti huwa hawajui safari yako ilianzia ya wapi. Wanajua tu waidha kama watakusikia leo, wanajua labda, yeah. ulianza jana yeah. Yeah. lakini mi nilianza kuwa mwana hip hop kabla ya kuja kuanza kuimba, mm. na hizo habari za hip-hop yangu ilishaga huko huko mtaani ajae kufahamika, hiyo ilikuwaje? <laughs> <laughs> Ama, yani maanake nilibadili mfumo yeah. wa uimbaji kabla mm. ya kufanikiwa kutoka e, maana yangu ndo hiyo miaka ya nyuma sana kama miaka ya elfu mbili na kwanzia mwaka elfu mbili na moja elfu mbili na mbili nilikuwa naenda studio, lakini nilikuwa naenda kurekodi nyimbo za hip hop. Lakini baadaye nikaja kukutana na mtu fulani, akanishauri akanambia kwamba ni vizuri kama uka, uka, uka shape tena uimbaji wako ukabadili ikiwezekana, kwa sababu kuna utofauti. Ukisema nakupenda yeah, alafu nakupenda, unajua <laughs> pale <laughs> Yeah, sasa nilijaribu kumwelewa yeah. Nikajaribu kwanza kuzi, kuzibadili zile zile nyimbo zangu maana hata maisha ya Bongo, mm -hmm. mane mane, zi mm -hmm. yeah. ya Bongo manemane zilikuwa ziliandikwa mwanzoni kwenye mtindo wa hip hop, wenye tamaa wengi tumeshawazika, wakikwapua wanachomwa, wanawaka, una mwibia mwenzako naye kachoka

aidha tu nyimbo chache ndo nimefanya kupewa idea, lakini sio kuandikiwa. Na nyimbo nyingi ambazo ulikuwa unaimba zimekuwa ni za kuelimisha zaidi jamii, ni kitu ambacho ulikusudia ama ilitokea hivyo? Hiyo nilikusudia, ni makusudi kabisa, kwa sababu nilikotokea mimi kulikuwa na ule mtazamo kwamba muziki ni uhuni. mm. tukianzia kwenye familia yangu tu. Kwa hiyo nilikuwa nataka ni improve wrong eh, nilikuwa natamani sana kuwa onyesha kwamba wanachoamini ni kitu ambacho tofauti au vilevile tunaweza tukabadilika sisi tukawa sio wanamuziki wauni ijapokuwa mm -hmm. E, enzi hizo kundi kubwa la wanamuziki lilikuwa linatazamwa kama wauni kabla ya kuona kwamba ni biashara. Ndoa nyingi sana, yeah, zimeingiwa na hata hata kwenda ku, kuvunjika baadaye mm -hmm. Lakini sababu inakuwa ni pesa. Mwanzoni inawezekana ikawa ni tunapeana tu, unipe tu muda niende nikatafute. Huyo ni aina ya kwanza, mtu anaweza akaaga, mwingine anaweza akaaga, bwana nipe muda niende nikatafute. mm -hmm. Waidha nitakuvuta wewe utoke huku uje kule niliko, au mimi nikifanikiwa kule nitarudi huku, tuje kuendelea kuishi. Lakini bahati mbaya inaweza ikatokea huyu anayeondoka huko akapata habari mbaya za huko anakotoka, asitamani kurudi tena, kirudi, tena mm-hmm. au hata akirudi asiwe tena mazingira ya mahusiano, au huyu anayebaki huko akapata habari kwamba kule jamaa ujamaa ame add wife ya vitu kama hivyo na nyimbo nyingi zako zimekaa katika simulizi zaidi. Ndio na, na, na, na, ni maisha pia ambayo yapo uh, kwa kiasi kikubwa uh, hili nalo linakuwa ni uh, sehemu ya mtindo wa uimbaji wako ndio Unaweza ukatukumbusha, uh, pia mane mane, mane, mane. <coughs> hivyo visenti kidogo vipoke, nimemtuma batili akurete na vinepi vya mtoto. Pokea karibu, nitarudi ngojea. Najua mwanangu mwanango hamjui baba, toka ni mwache tumboni miezi saba. Jitunze we usije kuwa kahaba, ukimbemeta miutani beba Mane mane, mane imesababisha ni kutoroke yep. <laughs> na itanirudisha <laughs> nah. ili tuwe wote. Aha, yeah. kabisa. hmm. Na, na, na awali nimekuuliza kuhusiana na kuto kuwepo kwako katika muziki kwa muda mrefu, hivi karibuni umetoa ni upendo. yep. Ni muda gani ambao ulikuwa umekaa kando, na kama utojali pia kutueleza ah? Kiukweli sijakaa kando, ndio sijakaa kando, nilikuwa nafanya Uh, lakini nilikuwa sifanyi official mm, kama vile kuwa kujikip busy, kuwekeza kwenye promotion, na na vitu kama hivyo vya kuwatolea watu ngoma back to back. Maana mi wimbo wangu wa mwisho kuwafikia watu ni sauti ya gharama, na nafikiri kwa sababu hizo nilizozitoa hapo mwanzo haikuwafikia watu wote ambao pengine ilitazamiwa kwamba watausikia. yeah. Mm -hmm. Ya yeah. Kwa hiyo ni muda mrefu kutosikika kwenye kiwango kile ambacho watu wamezoea. Mm -hmm. Lakini sio muda mrefu kwa kutosikika kabisa. Mm -hmm. Yeah. Na, na kama nakumbuka sahihi utanirekebisha pia e, ulishinda tuzo nadhani zilikuwa tano mm. Na wakati ule e, nyimbo nyingi ambazo pia uliimba e, kulikuwa na mwitikio mkubwa. Dio. Lakini baada ya hapo ndio hatukusikia kutoka kwako, kuna chochote ambacho labda kilitokea na kusababisha hilo? Hapana, hapana, e, mi nafikiri kutoka stage moja kwenda stage nyingine ni aina ya maisha ya, na ni kitu ambacho unapaswa kubaliana nacho pale ambapo kinatokea kina, kwa sababu haita afekt chochote kwenye ukweli au kwenye uhalisia eh, lakini kutoka kwangu au kudrop kwangu kulitokana kwamba sikuwa anawekeza nguvu kubwa kwa ma, kuwarudia kwa, kwa, kwa mashabiki zangu au kuwa bize na mashabiki zangu, ilikuwa nimejueka nime biz sana na mambo mengine mengine hapo katikati mm. ya yeah, mziki nilikuwa nafanya, lakini kama vile tukuwambia bado nipo, sio kwamba ile e, asilimia zote yeah. Mm. Yeah. Na kuna namna yote unaona mziki umekulipa uh, hasa kwa namna pia ambavyo mapokeo uh, yamekuwa katika safari yako ya mziki? sana sana, maana asilimia uh, tisini ya maisha yangu yanategemea ya mziki. mm-hmm. Tukianzia pale walipoanza kunifahamu hata kwa wakati ambapo walikuwa wanisikii katika zile levo walizozoea, bado mi ninaishi kwa mziki, so itakuwa ni mchoyo wa fadhila nisiposema kwamba ati mziki haunilipi au haujawahi au kunilipa. Umenilipa sana na unaendelea kunitunza. Soko unalionaje kwa sasa? limebadilika ukilinganisha na jinsi tulivyokuwa tunafanya hapo awali, lakini sio baya, ni zuri kwa sababu ni soko lenye ushindani, na ushindani ni kitu ambacho kila mtu ambaye haeti, ni kitu ambacho akiwezi kumshinda. Ushindani wowote, ushindani utakuwa mgumu kwa mtu anaye acti kwamba yeye ni mtu fulani, kumbe sio. Mm. Yeah. Na tu, tuishuhudia zaidi uh, muda kidogo nyimbo zilikuwa zinauzwa kwa album, zilikuwa zinatoka kwa mtindo huo, na imekuwa ni tofauti kwa nyakati hizi. Mpaka e, sasa mwaka huu umetoa ni Upendo. ni Upendo na kamera pia, na kamera pia mkakati wako pia, pia. Yeah. Um, ni upi hasa uh, katika kurejea uh, sasa hivi, sitawaacha tena, sitawaacha tena kwa sababu nimekuja kugundua nafasi yangu bado ipo, tena nafasi kubwa zaidi wale mashabiki zangu ambao kipindi hicho walikuwa wako shule, wengine walikuwa wako vyuo, sasa hivi wapo nyumbani na familia zao mm. Kwa hiyo ni, ni wakati mwafaka wa kuwaletea zile vitu ambavyo walikuwa nawaletea yeah. mm. Katika nyimbo zako zote naomba yeah. uchague ambao unaipenda sana alafu utuimbie. <laughs> <laughs> <laughs> Au hata ukikaa hivi inakujia mara kwa mara yeah. Kwa kweli, nitashindwa, labda uchague tu ni kuimbie wimbo gani, sawa? <laughs> <laughs> <laughs> so, najua uh, Mama Neema ni moja kati ya nyimbo zako ambazo zimepokelewa kwa, kwa kiasi kikubwa sana uh, niliona pia kule Kongo wakati fulani ulienda wakataka, uh, huo pia uimbie mara nyingi yao. Uh, mara nyingi huo mara nyingi eh, ni nyimbo za mikasa. Mara nyingi zinawabeba watu nyumbani kwa ajili ya hizo tu, yani mtu anatoka huku asema mi nataka nikenda nikasikie tu mama nema e, afu niondoke e. kwa nini? Kwa sababu ni kitu chake, yani naye anaye ma, na... mama mdogo wake aliacha ali mtoto mdogo anaye mdogo wake, yani hivyo ya, na, na na wewe unavyoandika ni kweli, unakuwa umekishuhudia au unakuwa ni eh, mara nyingi nakuwa shuhuda si hmm, lazima yanikute hmm, lakini nakuwa shuhuda waidha wakushuhudia kabisa au hata kusimuliwa kwa uhakika kwamba hili jambo linatokea. Nikimwona Neema namwonea huruma, ananijua baba, hakujui mama, namshukuru Mungu Neema yusalama kila ananipa machungu, baba wapi, mama ananiuliza maswali mengi na makali. Kila nikitafakari waga mi na kumbuka mbali, mama Nema ulimwacha na siku nane, huku takugoja ili Nema wako anyonyee yep. Aaya. <laughs> <Ha>, na <laughs> nakumbuka na uh, katika nyimbo zako uh, zipo baadhi ambazo ulifanya kazi na uh, producer wako Man Maji ulikuwa namwita, yeah. Hivyo uh, kwa sasa bado mnafanya kazi wote pamoja, na vipi mahusiano yenu? Mahusiano yetu ni mazuri, uh, tunafanya kazi pamoja, japo sio zote, kwa sababu sasa sisi tuna, tuna studio ndio. Yeah. Yaani yeah. Yeah, mimi na management yangu tuna studio. Inaitwa Daddis Record. Na vile vile tuna producer wetu anaitwa Taraducer. Ndio. Nah. Ila Banuota hatujawahi kumwacha pembeni, maana naye hapo Daddis ni mtu ambaye anakuja mara nyingi kila tunapomhitaji. mm -hmm. Kwa sababu hata huo wimbo wa ni upendo ni shahidi, huo shahidi huo. Kwa sababu kuna mkono wa wota humu pia. Yeah. Mm -hmm. Kwa bado bado tunafanya kazi mm -hmm. na tunaelewana vizuri tu na unaona zaidi mchango wa management ama timu ambayo unakuwa nayo hasa mm -hmm. katika uh, kazi hizi za muziki una kiwango gani uh, cha usaidizi uh, katika kumsaidia msanii? Uh, management uh, ndio kila kitu tuseme, kama ni uti wa mgongo wa kazi za sanaa, kwa sababu mwanamziki unaweza ukabarikiwa vitu vi, vingi, lakini haviwezi kukamilika bila kuwa na management mm -hmm. mwanamziki unaweza ukapata muda kitu ambacho unauhakika nacho kuwa nacho ni muda wa kutunga, muda wa kwenda studio mm. lakini muda wa kutafuta masoko, muda sijui wa kusimamia promotion, sijui muda wa kufanyaje, huo muda mwanamziki hawezi mm. Kuna wanamziki wengi sana wanaweza kufanya kazi, lakini kwa sababu tu ya kutokuwa na management, ndio maana unakuta hawaoni katika ramani ya mziki, yeah. Mm -hmm. Yeah. Sasa nimekumbuka hapa uituambia tuchunge tamaa mbaya ndio? <laughs> <laughs> Eh, tukumbushe na hii ah, tamaa mbaya ni wimbo mkubwa, wimbo wenye mafanikio mengi kwa upande wangu, umekuja na baraka tele, ulikuja na tuzo tano, lakini pia mapokeo yake ni makubwa, kuanzia kwenye jamii tunaoishi nayo huko. Ni wimbo ambao hauchagui levo ya maisha kwa sababu athari za tamaa zinamkuta maskini tajiri mtu yoyote yule. Ni wimbo ambao nimeuandika sana shule, kuwaandikia wanafunzi waweze kuuandika na wao waweze kuwa wanautumia, lakini pia hata serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeshawahi kuutumia huo wimbo kwenye mitihani ya form three. Ni wimbo ni wimbo mkubwa. Mm, na umekuwa na ujumbe mzuri. Ndio. Mm, tukishi kidogo tu unavyoimba sifa ya moyo tamaa moyo sifa yake kutamani. Tamaa ya moyo inaweza kukuweka matatani, unatamani kuza kuzaa wakati bado uko shuleni, tumia akili kukataza kabla hujawa matatizoni, ile ndoto ya kitandani achana nayo kama unahisi labda haiwezekani kuendana nayo, unaweza ukaota umejenga angani angani, kuhifadhi ndoto ya shida gani? Wewe tuliza moyo wako, kubali mapungufu yako, rahisisha mahitaji yako ongeza kipato chako, chunga tamaa mbaya, chunga tamaa mbaya, chunga tamaa mbaya, chunga tamaa mbaya, chunga tamaa mbaya. <laughs> <Mbaru. laughs> Nasikiliza, najua tunaendelea. Sasa, muda wetu <laughs> si rafiki sana. Aa, lakini umetueleza hapa kuhusu ujio wako ni upendo, pamoja na, na, na tueleze kuhusiana huo na mashabiki pia watarajie nini katika kazi zako. Aa, kwanza niseme, kwanza e, nitoe shukrani kwa mashabiki na wadau pamoja na media mbalimbali mkiwemo nyinyi Azam kwa kuweza kusupport eh, coming back yangu, lakini vile vile niseme tu haitoshi, hasa kwa mashabiki ambao bado hawajui wataenda kupata kazi zangu wapi mtandaoni, natumia jina gani? Natumia 20% music kwenye kwenye aina zote za mitandao, tuseme YouTube, uh, Instagram, TikTok hivo, Facebook hivo, 20% music mm wawe ambao hujawahi kuona hizo nyimbo kimfano, hii upen, ni upendo ambao niliwahi kuitoa e, siku tatu kabla ya uchaguzi, na hii ya kamera ambayo nimekuja kuitoa juzi juzi, video yake nafikiri wiki hii tunaanza nayo, watu wataipata, lakini ni upendo, video yake ipo nendele, mkaitazame kule. Ukifika kwenye YouTube channel yangu, usiache kusubscribe pamoja na kubonyeza kengele, upate kuwa alert na vitu vyote vinavyokwenda pale. Lakini seme tu asante, mapokezi ni mazuri yan, yeah. Shukran sana. Nasi tunakushukuru na, na, na tunapokamilisha, labda utugusie kidogo upendo hiyo ya. Tabia yako kupendeza ukiwa na safari zako inafanya mwenzako ni sahau uzuri wa umbo lako, ukitoka niko nyuma yako, hii ni kwa usalama wako Siamini mjomba, kaka, binamu, si salama kwako, ona ulivo valia, sicho kikukuangalia na Mungu amekujalia, wallahi nakupigania, ni upendo. Uuu, ni upendo, si wivu mama, usiseme ni wivu, ni upendo ndio ninapigania, si wivu mama, ni upendo oh, oh. Yep. Shukran sana 20 percent, ah, merci beaucoup Abbas Muhamed. <laughs> Na, sana asante, asante. Asante. Akitoka, na nakushukuru sana kutokea kila heri. Akitoka tu ndo anapendeza, akikaa ndani eh, hapendezi yani, kule ndani nanona kama vile <laughs> jinsi anajijua huyu Shukrani sana, asante sana, lakini napenda kujivuna na sisi hata pale tukamilisha hivyo, asante sana. Aye, 20%. Nashukuru sana tukamilisha hivyo bado tuko nawe.